Kwa mujibu wa Jambo TV inadaiwa ya kwamba hofu imetajwa kuibuka kuhusu uwezekano wa mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu kutofikishwa mahakamani kama ilivyopangwa Aprili 24 mwaka huu wa 2025 katika kesi ya uhaini inayomkabili, hali iliyosababisha wito wa wazi kutoka kwa wakili Peter Kibatala akisisitiza kuwa jaribio lolote la aina hiyo litakumbana na upinzani mkali wa kisheria akizungumza kupitia taarifa maalum aliyoichapisha katika kurasa za mitandao yake ya kijamii, Peter Kibatala amesema wanahofia mipango isiyo rasmi ya kuzuia au kuchelewesha kufikishwa kwa Lissu mahakamani, jambo ambalo litakuwa ni ukiukwaji mkubwa wa haki za kisheria na uhuru wa kikatiba wa kusikilizwa kwa wazi mbele ya umma Jaribio lolote la kutomfikisha mahakamani Antipas Tundu Lisu Mugwai tarehe 24 Aprili mwaka huu wa 2025, alitakumbana na upinzani mkali wa kisheria. Tunaamini wale wanaohusika hawatajihusisha na mipango ya kipumbavu ya aina hiyo, amesema Peter Kibatala. Katika hatua ya kuhakikisha uwazi wa mchakato wa kisheria Peter Kibatala amesema kuwa kesho Aprili 22 mwaka huu wa 2025 ataandika rasmi kwa mabalozi wa kundi la kidiplomasia nchini Tanzania kuwaalika maafisa wao kuhudhuria mahakamani na kushuhudia mwenendo wa kesi hiyo. Kesi hii ina athari za kitaifa na kimataifa. Tunahitaji uwazi wa hali ya juu. Dunia nzima ishuhudie namna jeshi la polisi na mahakama zetu zitakavyoshughulikia haki ya kisheria ya umma ya kuhudhuria mashauri ya jinai ya umuhimu kama huu, ameongeza. Mbali na mabalozi wakili Peter Kibatala pia amesema atauandikia viongozi wa madhehebu makuu ya kidini na taasisi mbalimbali kuwaalika kushiriki na kushuhudia mwenendo wa kesi hiyo kama sehemu ya kulinda haki na kudumisha uwazi wa kidemokrasia. Viongozi wa dini na taasisi za kijamii wana nafasi kubwa ya kushuhudia na kushirikiana na wananchi kuona haki inatendeka bila upendeleo wala vitisho, amesema. Kibatala amesisitiza kuwa Chadema na watetezi wa haki za binadamu nchini wanataka kesi hiyo ifanyike mbele ya umma kwa uwazi ili aibu ibaki kwa upande unaopaswa kubeba jukumu la hali hiyo. Tunataka Antipas Tundu Lisu Mugwai afikishwe mahakamani mbele ya umma kwa uwazi kabisa, aibu ibebwe na upande unaostahili. Bila shaka tunajua ni upande upi huo, amesema Peter Kibatala. Wakili msomi Peter Kibatala amekuwa karibu sana na chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, na hata kusimamia baadhi ya matatizo ya kisheria yaliyoikumba Chadema hata siku za hivi karibuni, baada ya kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam afande Jumanne Muliro kupiga marufuku watu kukusanyika katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu siku ya tarehe 24 mwezi huu wa 4 na mwaka huu wa 2025, siku ambayo kesi ya mwenyekiti wa chadema taifa Tundu Antipas Lissu imetajwa wakili Kibatala alijitokeza na kuingilia kati katazo hilo la kamanda Muliro kwa kusema nanukuu. Hapa chini ya mamlaka gani kamanda Muliro? Amri yako haina msingi wowote wa, wa kisheria. Sheria inaelekeza kuwa mashauri ya jinai, isipokuwa yale yanayosikilizwa kwa faragha, yasikilizwe kwa umma na umma uruhusiwe kuhudhuria. Soma masharti ya kifungu cha 186 moja cha sheria ya mwenendo wa mashauri ya jinai sura ya 20 toleo la mwaka 2022. Kama mna wana sheria waliohitimu miongoni mwenu, waombe rasmi mahakama imwondoe umma kwa mujibu wa kifungu cha 186 moja b moja na mbili cha sheria hiyo iliyotajwa na tutaendelea kulingana na sheria. Acheni kuendesha mambo kana kwamba kubeba silaha kunawapa ruhusa ya kuvunja sheria. Si Lissu ni mhaini? Acheni wananchi waje washuhudie mhaini huyo na jinsi anavyoshughulikiwa kwa mujibu wa sheria ili nao wajifunze wasije kufanya uhaini. Mnaficha nini? Mahakama ya hakimu mkazi wa Kisutu Dar es Salaam, ninyi ni huru na si tawi la polisi. Msikubali polisi waamue kwa niaba yenu jinsi mashauri ya kimahakama yanavyopaswa kuendeshwa. Polisi wanaweza kutuambia jinsi ya kuingia vituo vya E, vya A, B na C lakini si jinsi ya kuendesha mashauri mahakamani. Kesi ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu inazidi kuibua mijadala kila kukicha katika sehemu mbalimbali hasa katika mitandao mbalimbali mbali ya kijamii. Ifahamike pia ya kwamba siku ya tarehe 20 Aprili mwaka huu wa 2025 Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania tek lilitoa wito kwa serikali ya Tanzania kuwaachilia mara moja na bila masharti viongozi wa kisiasa waliokamatwa kwa kudai haki likisisitiza kuwa hatua hiyo ni muhimu katika kulinda amani ya taifa hasa kuelekea mwaka wa uchaguzi. Rais wa tek na askofu wa jimbo Katoliki Lindi, Mhashamu Wolfgang Pisa alisema kuwa amani ya kweli haiwezi kupatikana kwa kutumia nguvu, bali kwa maridhiano na haki akisisitiza kuwa ni wajibu wa kila Mtanzania kulinda amani ya nchi kwa kuhakikisha mifumo ya uchaguzi inarekebishwa ili kutoa nafasi kwa upatikanaji wa viongozi wa haki na wa kweli. Katika hali ya kawaida, nani anaharibu amani, anayetumia nguvu na kusisitiza uchaguzi uende anavyotaka yeye, au yule anayesema, jamani, turudi mezani ili tuangalie mifumo yetu ya uchaguzi kwani mifumo ya sasa haiwezi kutupatia viongozi wa haki na kweli, alihoji Askofu Pisa akizungumza katika mkesha wa Pasaka waliofanyika kanisa kuu la Mtakatifu Andrea Kagwa jimbo la Katoliki Lindi. Askofu huyo alisema kuwa kama kurudi mezani ndiko kunakoweza kulinda amani, basi kila anayehamasisha hilo anapaswa kuungwa mkono, si kukandamizwa au kukamatwa. Kwa maana hiyo wote waliokamatwa kwa kudai haki, wakiwemo viongozi wa vyama vya kisiasa waachiwe haraka na bila masharti, na wengine wasikamatwe wala kusumbuliwa. Pia mihimili isiingiliwe bali itende kazi zake kwa haki, alisisitiza. Alisema kuwa amani ni tunu adhimu inayopatikana kwa gharama kubwa, hivyo haipaswi kuchezewa huku a Akisti akisisistiza kuwa taifa linapaswa kuikataa dhana ya kuimba wimbo wa amani isiyotokana na haki. Kauli hiyo ya Askofu Pisa imekuja wakati ambapo mjadala wa mabadiliko wa mfumo wa uchaguzi na ushiriki wa vyama vya siasa umekuwa ukitawala anga ya kisiasa nchini huku kukiwa na malalamiko kutoka kwa baadhi ya vyama vya upinzani kama chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kuhusu kukamatwa kwa viongozi wao wakubwa akiwamo mwenyekiti wa Chadema taifa Tundu Antipas Lissu na ukosefu wa haki katika uendeshaji wa siasa. Hii ndio imekuwa habari ambayo tumekuwa nayo muda huu katika meza yetu ya habari, na na na tunaisogeza kwako, ili kusudi mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu uweze kupata kujua na kufahamu kinachoendelea kwa sasa ee. Wakili msomi Peter Kibatala amejitokeza na kusema kuna hila kumzuia Lissu asifike mahakamani. Hayo ni maneno